Mimi John pombe Joseph Magufuli na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitairinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mjibu wa sheria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 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila uoga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie.